Watu wote will have to vacate. Hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utaka kuweko utasababisha athari ya masikio yako, kila ukiwa karibu. Wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri na sio pamba, ukasema kuwa unaenda kujiweka. Pili, lile vumbi litakalotoka Haswa mtu mwenye mtoto, mtu mzima, litaanza kudhuru mapafu yenu. Tatu, kuna uwezekano hii ni bomu, jumba hata likianguka, kuna uwezekano chuma, mawe kuweza kuruka. Ikiruka, kuna uwezekano wa kuweza kukupiga wewe, kwa sababu ulikuwa pahali ambapo kwamba inafika. Hatutaki kupata athari zaidi. Tumefahamikiana, sio? So 1.2 kilometers Uh, the chiefs wazee wa mitaa community health promoters wataanza kuzunguka dotodo na kuambia watu wote ya kwa kuanzia saa kumi na mbili we want no one in the houses. Tafadhalini na warai na nawasihi watu wa Mombasa, hii ni kwa sababu yenu nyinyi, ili musiweze kuumia. Tunawasihi tena, kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kutoka hapa mpaka sehemu ya markiti, huu mtaa wote ambao kwamba walioko hapa um, uh, watijara, mtaa wote kwenda chini, mtaa huu wa Floringi bondeni, hata uh, Coast General tumetoa wagonjwa. Ukitaka kujua umuhimu wa hii Coast General Hospital, tumetoa wagonjwa, wale wagonjwa waliolazwa katika ICU pia leo wanatolewa, wanapelekwa katika ICU nyingine. So, please musianze ukaidi, ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao. Wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke. Don't run towards the blast. Tatizo jingine ni watu wetu wataanza kukimbia, pahali kuna sauti ndio tunajipeleka. Please do not do that. Tumeelewana mpaka hapo, eh? Tomorrow this whole area there will be no school there will be no madrasa. Swala uh, panapo majaliwa swala itakauswaliwa, hiyo ni swala ya alasiri.